Penzi mtazamaji, kwa mara nyingine tena tunakutana katika sehemu ya pili juu ya kila ambacho tulikuwa tumesha kianza na wakati tunazungumzia athari ambazo zinamkumba kijana anapoondoka nyumbani mapema. Ah, kipindi kilichopita tulizungumzia athari hasi, yani yale madhara ambayo kijana anaweza akayapata anapoondoka nyumbani mapema, lakini leo tutaangalia upande wa pili, faida ambazo kijana anaweza akakutana nazo au ambazo zinaweza zikawa ziko katika upande wa positive anapoondoka nyumbani mapema. Langu jina naitwa Maresamu, lakini pia niko na Mr. General Factor ambaye nikuwa nakuwasilishia na kutuambia nini ambacho uh, kinahitajika faida na hasara juu ya kila ambacho tulikuwa tumekizungumzia. Kama ambavyo tumekuambia leo, tutakuwa katika upande wa faida ambazo anazipata kijana anapondoka nyumbani mapema, lakini pia tutakuja kuangalia, tunapozungumzia mapema, mapema ule uliokusudiwa hasa ni upi? Kwa sababu unajua kuna mtu mwingine ukimwambia mapema anashindwa kuelewa hasa, yaani, mapema ili kijana aonekane ametoka nyumbani mapema, muda upi? Lakini pia naposema kwamba kijana amechelewa kutoka nyumbani, pia inawezekana pia, muda upi? Tayari Mr. Gerald Fakta yuko hapa basi moja kwa moja tuweze kumsikiliza aweze kutuambia zipi athari chanya kwa kijana ambaye anaondoka mapema. Karibu. nyumbani mapema. Yeah, uh, nashukuru sana kwa majina, kama ulivyotangulia kunitambulisha, naitwa Matendo Andrew, uh, aka Mr General Factor. Kwa nini Mr General Factor? maana yake uh, always nimekuwa nikijikita uh, kwenye zile fact ambazo kwa asilimia kubwa zinaweza kuwa zinasababisha uh, vitu hivyo ambavyo tunakuwa tume ya amua kuviongelea. Sasa kuhusiana na mada iliyopita, tulikuwa tumeongelea kuhusiana na hasara ambazo zinaweza zikampata uh, kijana yeah, anapo yeah, anapotoka nyumbani mapema na leo tumekusudia kuongelea faida, kwa sababu vitu vingi kama sio vyote vina, vina, vina upande hasi na upande chanya ya yeah, yeah. yeah, kwa hiyo uh, leo tunaongelea upande chanya ambao kutoka kwa kijana nyumbani Uh, kuwa karibu na familia kuna kuna faida ambazo vijana wanakuwa wanazipata. Kwa hiyo uh, faida ya kwanza, tukienda moja kwa moja, tunasema kutoka kijana kutoka uh, kwa kijana nyumbani uh, kunaweza kumjenga uh, kiuwezo kwa ajili ya kujitegemea. Yaani ukitoka nyumbani uh, kuna vitu ambavyo unaweza uka, ukajifunza uka, uka, uka ambavyo vinakujenga kwenye ishu nzima ya kujitegemea kijana anaweza kujifunza mapema kudhibiti maisha maisha yake, kupanga bajeti, kutafuta kipato, kufanya maamuzi ya muhimu bila kutegemea wazazi. Ushanielewa kwamba uh, ndio uko kama mwenyewe sasa. Uh, kama unatumia mafuta ya taa, maanake ndo yameisha, hauwezi kwenda kuomba sehemu, unatakiwa mwenyewe ujue namna gani utapata ya mafuta. Yeah, kodi ya nyumba imeisha, kodi ya nyumba imeisha, kulipia umeme, kulipia maji, kwa hiyo hiyo uh, inakufanya ina, ina uji, uji, ujifunze pia kudhibiti hata fedha. Unapokuwa umehangaika mwenyewe umejipatia fedha, inakufanya hata ujifunze kuwa na bajeti. Yes, yes, kwamba napanga bajeti yangu sasa. Bwana, nimeshapata hizi laki mbili zangu. La, natakiwa nijue kwamba mwisho wa mwezi kuna kodi, nataka nijue kwamba kuna dharura, naweza nikaumwa ghafla, naweza nikapata changamoto yoyote sasa kuondoka mapema uh, kuondoka kijana nyumbani kuelewa na familia hivi vitu, kuna uh, uh, kuondoka kwake kunamfanya aweze kujenga uwezo wa kujitegemea sasa. Kama yeye na mara nyingi tunasema hayo pia ni maandalizi ya, kuele, ya, ya, ya kuelekea kuwa baba wa familia e, na, na, na faida ya pili ni kuimarika uh, kwa ujasiri na kujiamini uh, una, kijana anapokuwa anakaa nyumbani Uh, ujasiri na kujiamini havijengeki kwa sababu vitu vingi vya vina vina providiwa na mzee baba au mama walezi, lakini kijana napoamua kuondoka na kuishi mwenyewe ujasiri anaimarika, kiujasiri na kujiamini anaweza kuanza kukua, kuwa na uwezo wa kupambana na changamoto za maisha mapema eh, anaweza inawafanya, ina, ina pia vijana kuwa jasiri zaidi eh, na kuanza kuwa naamini sasa uwezo wao wenyewe. Yani sasa anaanza kuamini kwamba okay, natakiwa sasa niweze kusimama mwenyewe na niweze kusolve hivi vitu mwenyewe eh, kwa sababu ndio there is no way. Yani, hakuna namna nyingine ya kusolve haya matatizo ya kodi, kusolve haya matatizo ya ya, ya kufagia kama ya, tayari ni zamu yangu ya kufagia, lazima nifagie. Kwa hiyo ujasiri ule unaanza kujengeka mara baada ya kuanza kukaa mwenyewe. Na, jambo la tatu ni, ni, ni uh, kukuza ujuzi wa kimaisha . Vijana wanapopata fursa ya, ya kuondoka kwenye familia huwa inampa wakati mzuri sana wa wa wa kufanyaje ujuzi, huwa uh, uh, inampa wakati mzuri wa kupata ujuzi tofauti tofauti e, kwa sababu uh, anapata nafasi ya, ya, ya kufanya kazi wakati mwingine tofauti tofauti e, kwa sababu hana namna, anahitaji kuwa na kipato e, kwa hiyo utahitaji kutafuta namna yoyote ile ya kufanya kazi yoyote ile halali ili upate kipato ili uweze kujihudumia mwenyewe. Maisha eh, yanatakiwa endelee, aendelee. Kwa hiyo vijana wanapata uh, vijana wana, wanapata ujuzi wa haraka eh, wa mambo kama uh, namna ya kupata chumba kizuri eh, kupanga matumizi eh, kufanya maamuzi ya kazi kwamba nifanye kazi gani sasa eh, halali ili, ili nipate fedha, kujifunza mbinu za kuishi kwa uhuru. Yani hivyo vitu vyote vinakuwa vina akili, yake inatakiwa inatakiwa inalazimika kuanza kupambana namna ya kuchanganua ili aishi maisha kwa ujumla. Na a, kitu cha nne ambacho ni cha mwisho kwa leo ni, ni fursa ya maendeleo ya kijamii na kitaaluma, na hili ni eneo muhimu sana kwa sababu a, kijana anapo anapokuwa yuko nyumbani kuna baadhi ya jamii au baadhi ya ya, ya, ya, ya, ya vijana wanaweza wakashindwa kufungamana naye kwa sababu muda mwingi yuko na familia. Kwa hiyo hata kama kuna baadhi ya vijana wanakuwa na michongo, utasikia ah, hivi naye bwana yule muda wote tu yuko nyumbani bwana, eh, kuna mchongo kule, kuna mchongo kule, lakini ah, yule jamaa bwana, yule sijui kama anaweza kwenda kufanya. Kwa hiyo kuondoka, kuondoka nyumbani kwa kijana kunampa, kunampatia uhuru sasa, tunaipatia uhuru jamii kuanza kumshirikisha vitu vingine ambazo kama angekuwa nyumbani jamii isingemshirikisha. E, kwamba kuna fursa mpya zinaweza zikampata kirahisi zaidi akiwa anaishi mwenyewe kuliko angekaa nyumbani kwenye familia. Kwa hiyo atapata vijana wanaofanya biashara, atafungamana nao, atawaulizia namna ambavyo wanafanya biashara ya kuuza mahindi, namna ya kuuza maembe e, namna ya kuuza pweza na kadhalika e, lakini pia ajira, kwamba bwana huku bwana kuna mchongo bwana huku, bwana twende huku huku bwana kuna hiki, yaani anapata ule uhuru wa kufungamana na jamii na kuweza kumuonesha fursa uh, tofauti tofauti tofauti na kabisa na angekuwepo nyumbani. Yani angekuwepo nyumbani ni kama angekuwa amejifungia, eh, ange, angeshindwa kuipatia jamii uhuru wa, wa kumshirikisha kwenye mambo mengi tofauti. Kwa hiyo hivi vitu vinne, uh, vijana ambao wana, wana, wanadhani labda wanaweza kuwaza kutoka nyumbani, wanatakiwa wajue kwamba hizi ni moja kati ya faida nyingi sana lakini sisi tumeziweka tu hizi nne, ni moja kati ya faida ambazo zinaweza zikawajenga. Kwa hiyo kama kuna kijana anajiuliza hivi mi ni kwani nikitoka nyumbani hivi kweli naweza kweli nika survive kweli? Ni kweli anaweza aka survive na, na, na hizi ni moja na hivi ni moja kati ya vitu ambavyo anatakiwa ajue kwamba ili aweze kusurvive kwenye maisha ya kuondoka nyumbani kwa wazazi wake lazima aende akaanze kuishi na hizi fakti nne ambazo zinaweza zikamsaidia akayamudu hayo maisha ya, ya, ya kuishi mwenyewe yeah. A haya mtazamaji, bila shaka uh, umepata faida hizo, hususan vijana ambao unatufuatilia ni uh, namna gani kijana akitoka nyumbani mapema anaweza kupata faida juu ya yale maisha ambayo anakwenda kuyaendea kuya. Sasa anarudi kwako Mr. General Jenofata, tukiwa tunahitimisha uh, ngwe yetu hii ya uh, kijana kuwahi kutoka nyumbani, katika pande zote mbili tumeshazitazama wewe hasa uh, maono yako au ushauri wako kwa vijana ambao wanakutazama hivi sasa na kukusikiliza uh, nini ni bora kati kumbi, ya hizi njia mbili kuu mbili, ya kwamba ya kuchelewa au wai, ipi inaweza ikawa ni bora zaidi ya nyingine, ili kijana aondoke sasa na hitimisho juu ya yale ambayo ah tumeweza kuyazungumza. Well, uh, kwa mimi nina kisa kimoja. Mimi wakati naanza kuondoka ondoka nyumbani nakumbuka nilikuwa na naondoka naenda kutafuta vibarua nafanya, alafu narudi, lakini ilifika kuna muda nirudi nyumbani nikakaa muda mrefu sana. Nakumbuka bibi yangu mzaa baba, ambaye kuniambia kwamba mbona uh, kuna na nyinyi mnakaa sana nyumbani eh, yani mnakaa tu nyumbani amwezi kwenda kutafuta. Aliongea kwa kwa, kwa lugha ya kibena eh, mwili ma itaupaka ita laohode eh, yani mnashindwa kwenda kutafuta huko. Ushanielewa? Hiyo kauli kiukweli hajawahi kufutika kwenye kichwa changu mpaka leo, kwamba kumbe kuna wakati mwingine hata vijana kukaa sana nyumbani, huwa kuna wafanya wazazi au walezi wajiulize kwamba huyu vipi, mbona yupo tu nyumbani, amezagazaga sana, ushanielewa. Kwa kwa hiyo kwa uh, anatoka yeye yeah, yeah, yupo tu ushanielewa. Kwa hiyo kwa hiyo uh, nachotaka nachojaribu kusema hapo ni nini, kwamba familia zinatakiwa ziwe zi, zi, zi na mchango mkubwa sana uh, kwa vijana wetu kama unawaona, kama unaona, vijana, una, unaona kijana wako uh, ana upeo wa kuweza kuwajibika Sio vibaya kumshauri wakati mwingine, hata kumchangia kulipa kodi ya mwanzo, na umpe uhuru wa kumwambia kwamba bwana, ikitokea umefeli kodi, rudi hapa, nyumba ya kukaa ipo, ushanielewa. Hatuwezi ku mention exactly ni muda gani unafaa kwa kijana kuondoka, lakini familia zinatakiwa zipe part kubwa sana kuwakomaza vijana wao, uh, kwa kuwashauri au kwa kuwashawishi ku, uh, waanze kujifunza uh, namna ya control maisha yao lakini sisi wenyewe vijana pia niwaongelee vijana sasa ambao wanachipukia kwenda kwenye ujana na uzima, ni kwamba wanatakiwa wajue kwamba kuendelea kukaa nyumbani haiwezi kuwa uh, uh, suluhisho la yeye kuja kuwa baba bora, kwa sababu as long as wewe ni mtoto wa kiume, maana yake tunatarajia uje kuwa baba wa familia. Sasa kama hauta kama hautaanza kufanya maandalizi ya namna ya kuja kulea familia yako, maana yake ni kwamba unatarajia kuja kuwa baba wa ovyo na moja kati ya uh, eneo ambalo litakufanya uh, uh, uh, eneo la kufanya maandalizi ya kuja kwa baba bora maana yake ni kuondoka nyumbani na kuanza kujaribu kujitegemea mwenyewe kwa uh, hiyo nadhani hiyo ndio njia sahihi na ile kukaa nyumbani kiukweli kwa muda mrefu sioni kama ni njia sahihi kwa kweli yeah ni kushukuru sana lakini, pia mtazamaji, bila shaka kuna vingi ambavyo umeweza kujifunza katika hiki ambacho tumeweza kukufikishia. Hii ilikuwa ni sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza kama ulikuwa hujaiona, basi ni vema ukaweza kuitafuta uweze kuangalia zile sababu ambazo